human. Ah, ah, kazi yako kwa hii msitu inakuanga kazi gani? Kazi yangu. Ni nini unafanyaga huko kwa msitu? Ah, Sa mimi nakuanga naangalia angalia tu venye mambo inaenda unajua. Na tusonge hapa. Ama nikukujie? Usitoka hapa. Usinikujie nitakuja. Nundu man. Songa hapa. Na kuuliza nani amechukua mtoto huku? <coughs> mimi amechukua mtoto huku. Wewe ni

malikia na mngoja afiki. Hebu nitulie tulia, ningoje mama Shifuna, nione kama atakuja Jamani, tembea raka raka raka raka, ilinishoni a raka hata ah, ndio eniache. Mrembo wangu, ama ni mimi sioni? Ni kwani uko peke yako huku? Niko peke yangu, niko na ngoja, niletee pesa angu. Ati pesa angu? Hebu simama hapo, ongea. Kama unaniangalia nikupea nini? Pesa angu? E, okay, wacha nikuulize swali. Hmm, pesa na mtoto zinaingiliana wapi? Kitu ya kwanza nataka uniambia mtoto wako wapi, kwa, kwa maana ile kitu naona huku ni kichaka tu ama mtoto amegeuka kuwa kichaka. Mtoto. Malikia alitumana nipeane eh? Malikia alitumana nipeane mtoto? Hebu rudia tena. Malikia alitumana nipeane mtoto. Alikwambia upea nani? Oh, ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja. Mtoto, mchana. Ngoja, unajua wakati tulipatana na wewe tulipangana pole pole taratibu, na ukaniambia unataka pesa fulani, na nikakwambia kwa hiyo pesa unataka nitakuongezea, ila tu nipate mtoto. Sasa hii unaniambia ti Malikia ametumana kutoka, tuanze kazi ya mizimu? Malikia anatumanga mtu tofauti na mimi. Kijana alikuja akaniambia ametumwa na Malikia nimpe uh -huh. Mtoto kijana, kijana kijana anakaaje? kijana mfupi round Kijana. Na nakuuliza kijana mgani unaniambia eh? Kijana mgani unaniambia oh? Kijana mfupi round? We wow, ulikuja kuangalia vijana wafupi round ama ulikuwa umekuja kuleta mtoto? Simama uniongeleshe ama nikupeteke Mama Shifuna, funga mdomo yako na usijaribu kutoa machozi hata moja. Nilikuambia leta mtoto kwa Malikia mimi nime... Mama Shifuna. We na nyamaza, ni ngoja tulia Mgote. Kwanza ngoja ngoja, tulia, najua na time. time inaisha, tulia tulia, si wewe unalia time na mimi nalia ile pesa yenye nilikuwa nimepeana tipo, si tu kwa huyo mtoto. Ngoja ngoja, nyamaza kwanza niongeleshe msichana, nikuulize wewe, nikikwambia ende mahali fulani hapa, mahali hakuna mtu yote anaweza jua huko, hapa na malikia hakuna na nikakutuma blesi yenye najua, ukifika au utapea malikia mtoto na mimi nitakuja nichukue mtoto kwa mikono za malikia. Nilipate malikia yuko nikingoja, si kijana akakuja akaniambia ametumwa na malikia nimpe mtoto, alafu what next? Nikampea mtoto akaniambia ningoje mama Shifuna akuja anipe pesa yangu <laughs>

Sasa ngoja mi, mimi sifanyangi mission ya kijinga kama hizo. pole pole, ni huyu msichana huyu huyu huyu msichana, na umeninyonga kusema u hapana. <coughs> tulielewana vizuri sasa. Mimi acha nirudi rudi zangu, tulia tu tulia. Sina muda sina muda tulia. Huyu kijana huyu msichana ndiye amefanya makosa yote, tulielewana vizuri, tukapanga sa hii mfalme ananisubiri nimpelekee mzigo wake. Mpaka sasa hivi mimi najua, na ulifaa uende na huyo mtoto Lamu kwa ajili ya huyo chochote, ulipeleka huko huyo msichana, nikamlipa pesa alete mtoto, Malikia atibu mtoto, alafu uende na mtoto ni kijana. Mimi sina makosa, hata kama unaninyonga wewe. Ulikuwa unafaa upange kila kitu mapema, izi nilipanga hata wewe mwenyewe nikakuonyesha, ndio hii gari Sahii penye tumeteremka nikakwambia, ndio hii gari, twende uchukue mtoto, uchikata laukukua na yye, ukae na yeye. oh. oh. Sasa Mim? Malikia akikuja kusikia huyo mtoto ajachukuliwa, nitafanyani? Ni ona kijana kijanaona ona kuja, sasa unaenda Lamu mikono miwili. Unaona ile kitu umeniletea Unaona kitu yenye nimeleta. Ngoja, ngoja, ngoja nikuulize. Nipe mtoto nikupe pesa, sawa? Nipe mtoto mtoto nikupe pesa. Malikia wako akatumana mtoto achukuliwe. Msichana. Wewe mwenyewe umefanyia kazi ya mizimu miaka mingi sana. Ushaiona malikia akipeana mtoto kwa mtu ama ni mimi? Na peangwa mtoto apelekwe mahali hata kama ni wa sacrifice ni mimi napelekanga Lamu ama mahali popote nimetumwa. Ushaiona malikia akifanya hivyo? Ushaiona aliniambia, malikia alimtafuta, akamwambia enda mahali fulani utapata. Okay. Asira yangu haitasaidia huyo mtoto. Huyo kijana anakaaje? Ni kijana mfupi mweusi mm hivi -hmm. e... ulimpata hapa ama yeye ndiye alikupata hapa? Alinipata nimesimama hapa na mtoto alafu akanipigia stori akaniambia, Malikia amemtuma achukue mtoto, akienda amemwelekeza mali tuko. Malikia ndiye amemuelekeza ka... mali tuko e. Malikia akamwambia enda mali fulani utapata watu, utapata uko na hakika, upeane huyo mtoto aende kwa Malikia, mimi nikapeana mtoto. kwa hivyo hii kichaka iko na vijana wengine tofauti na wale unajua Eh, unajua wale vijana wanafanyaga kazi ya mizimu hapa ama uwajui? Na wajua, Batula aliniambia ni mgeni ametumwa na Malikia, ni mgeni hmm. ni mgeni ndi, ulikuwa umeleta mgeni ama Malikia ndi alikuwa amekuja na mgeni? Malikia alikuja na yeye na akamtuma hapa. kwa hivyo we unataka pesa yako, mtoto ushapeana, nishapeana mtoto. Haya, fanya hivi, unaona kwenye mwenye ulipea mtoto Juwe unamjua, enda tu mwambie akulipe, kwa maana mimi Kuli nilikuwa nichukua mtoto no, nipea huyu kijana a travel na yeye aende Lamu. Huyo mtoto alikuwa na kazi upande za Lamu, si hapa wewe. Unachukua mtoto unapeana, kwani hujui wale vijana tunafanyanga nao kazi huku? wewe alimwendea Malikia alimtuma kutoka uanze kuongea na Malikia. Ushaiona Malikia akikuambia huyu mtoto ukikuja ama hii kitu andi upea mtu mwingine tofauti na wale tunakwanga nao huku, ushaiona nao singejua eh? Mimi, si mimi si Malikia, Malikia mwenyendo alitumana. Oh, unaongea hizo ju hakuna kitu yanyeumelusi na unajua, huyo mtoto anasimamia Meme sisi wote. Pesa yangu hujanilipa, nilipe pesa yangu uh-huh, mimi niondoke zangu. Kwa hivyo pesa ndi unataka Peni, mtoto, kayotu, mtoto wewe, pesa sipei. Fanya hivi wewe ndio ulisaa huyo mtoto na we ndio umesikia uchungu. Mimi mama Shifuna, mimi ni tasa, sijawahi ratuka kuma, unanielewa? Sasa wewe ndio umeenda hasara ya huyo mto, sisi tutaenda hasara ya mtoto, lakini nenda ku revenge sahii na nitapata mtoto mwingine haraka iwezekanavyo, aende upande wa Lamu, ili shoshake rafu asiweze kutupwa nyoka. Lakini sasa wewe pesa plus mtoto hakuna, niondokee, pita, toka! Ulikuja kupika huku umalaya ama mlikuwa mnatombana na huyo kitanda? Niondoke, niondokee, niondokeeha! Na hii msitu ni nini, inaweza kuwa inaendelea huko Saa hii, saa hii tumekuwa na malikia akanipanish, sijui Mama Shifuna unafanya kazi vibaya. Nikamwomba msamaha, akaniambia haya, harakisha, wende waambie huyo msichana alete mtoto tena. Msichana analeta mtoto ana Hai Nandiyo, nilikuwa, ambia, falu, na ndio nilikuwa nishaambia falume akatumana gari. Sasa huyu kijana anaenda na gari bila mtoto tena kesho tupange tena safari nyingine ya kutafutana gari nyingine ipeleke mtoto mwenye atakuwa ametafutwa ameletwa. Ah, lakini haina shida, watoto ni wengi, tutenda tu mali ya watoto wako tuende na nichukue hao wato, watoto mmoja wao, kwa maana huyo ndiye alikuwa chakula la malikia. Ndio huyo kuna sijui ni takataka sijui ni nini imeingia huku ikachukua mtoto. Halafu sasa hii ni gani hii jamani? Yaani dada Sara na mtume Rafael wamekaa mahali wanaomba tu. Dada Sara ako kwa mlima anaomba, mtume Rafael naye anaenda anafanya anasaidiana, watu wanakuja wanasambaratisha zile vitu tunapanga. Aki hakuna siku ingine tena watafanya kitu kama hiyo. I wish ningejua ni kijana mgani amekuja hapa akachukua huyo mtoto eh? Hii msitu wale vijana wako huku, tunajuana, itakuwa cho? Huyu msichana anachukua mtoto anapeana? Sasa malikia akisikia, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Malikia akisikia, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Na tayari washaandaa kila kitu ya mtoto alikuwa afike Lamu, wamealisana naye ile sacrifice wanataka kufanya, alafu kesho tujua zenye tunafanya. Shosho yake rafu, sasa mimi nitakuwa mgeni wa nani huku We, hebu jilete, jilete vyenye nimekuona hivyo, ni sikukujie. uh -huh. Jilete <laughs> si ni nimesema ujilete ujilete. Mama Shifuna najua, nakupendanga sana, nikikuonanga roho yangu inafanyanga songa. Hapa nduna, angalia Mama Shifuna, ni tapataje Mama Shifuna. Nijaribu kumwambia kitu yenye naendelea kwa hii dunia, Mama Shifuna, wewe ndio hii dunia, wewe ndio hii dunia. Ama ni wewe umekuja hapa ukachukua mtoto? <laughs> Eh, eh, Mama Shifuna kutoka nianza kukujua, sijai kuwa muisi wa watoto. Hebu songa eh, hapa. Nimesema usonge hapa, songa hapa. Nimesonga hapa, nimesonga Mama Shifuna, unaweza songa wewe, ni mama yetu, siwezi kataa kusonga, siwezi kataa kusonga, nimesonga. A, nikuulize, unaitwanga anga Nundu ama Nundu mana? Ah, ah, mm, mm. kazi yako kwa hii msitu inakuanga kazi gani? Kazi yangu ni nini unafanyanga huko kwa msitu? Mimi nakuanga na, na angalia, angalia tu venye mambo inaenda na tusonge, unajua... hapa ama nikukujie usinikujie? Ndakuja Nundu man songa hapa yeah. Ndakuja mama Shifuna, nisi, unajua ukiniita mimi nakujanga tu safari moja chua, venye wacha nikuulize yeah. unesa songa ama uwezi songa? Hiyo ndio kitu nataka, ufanye nini yeah. Unijibu, utasonga ama nikukujie? Nasonga nasonga aya, songa yeah lakini tuelewane, usinifanyie kitu mbaya unajua, hmm. Tunataka kuelewana upande wa nini, kwa maana mimi biashara yako mimi sijui. Ah, mimi nimekuja kuambia kwamba Mama Shifuna, nataka nikufanyie kazi, nataka nishike wale watu wenye watu wenye, wacha nikuja

Ni... nimepaka na mapengo, nimepaka mapengo. Umekuja kuchukua huu mtoto, yani amechukua mtoto kwa msichana mwingine hapa. Acha tu. oh, nikuambia ukweli, ongea ukweli. Walikuwa tunapitapita hivi Nika, eh? Nikaona tu, nakuuliza nani n... eh. amechukua mtoto huko ah,

Nani amechukua mtoto huku? Sema haraka. Ongea haraka. Nimekuuliza. Nani amechukua mtoto huku? Ongea. Leo leo nitakuua. Leo nitakuua. <coughs> <coughs>

hivyo huyu kijana ndiye anajua nini inaendelea huko. Huyo msichana angeenda haraka hivi. Mama Shifuna ndo huyo amekimbia. Yule ndo ndako na mtoto huyo, hebu ona. Unasema huyo kijana amekimbia, nimepata naye akikimbia ndako na, na mtoto ametoka hapa, wewe ndio huo yeiyo ngondo mwenye akona mtoto sasa, nikuulize swali yangu ni, yeah, ni, waja nikuulize. Hebu simama hapa waa. Ukipea huyo kijana mtoto, ulikuwa unajua tunafanya naye kazi? Mimi nilikuwa najua mnafanya naye kazi. Ulikuwa unajua nisai kuonyesha huyo kijana kwa wakijana wangu Nime a -a, nimechai kuonyesha huyo kijana sijai muona. Kwa vijana wangu. Na si ulikuwa umepewa dawa ile hata mtu akikuja kukuongelesha kuhusu huyo mtoto usimpeane? Kwani hukutumia hiyo dawa, akili ilisahau. Sasa unaona ujinga wako. Huyu kijana usiwahi patana naye kwa msitu ukampea kitu usiwahi patana na huyu kijana ukamupea chochote. Siku ingine ukipatana na huyo kijana, usiwahi hata simama naye unamwongelesha. Huyu kijana ndiye anatoa information zetu huku, unanisikia? Sawa, na ni venye mizimu bado ziko na kasi mingi, na hakuna kitu ingine mbaya tunaweza fanya kama hatujamalizana na shosho ya rafu, unanisikia? Siku ingine usijaribu kuongea na mtu yoyote kwa hii msitu mwenye si wale vijana apart from wale wasichana tulikuwa wale vijana tunafanya na no. Tumeelewana sawa? Kama ni pesa yako utaipata kwa simu, lakini ujue hapa umeleta hasara nyingine yenye sijui nitakaremia vipi, unanisikia? Nimekusikia. Sasa huyu kijana akikuja kukuambia ametumwa na Malikia, wewe umeshaimwona kwa mizimu? Huyu sijaimwona mm Niambia ni mgeni malikia amemtoa Uganda. Haya, malikia amemtoa Uganda, sikatai. Wewe unaendanga kwa mfalme, picha ya vijana wote, picha ya vijana wote iko wapi? Lamu, kwa kwa mfalme. Sasa ile kitu iko tuende hivi, tuanze kuatafutana na huyo kijana, tembea.